Unatazama Jmat Online TV, jumuia ya maridhiano na amani Tanzania. Amani kwanza, Tanzania yetu. Mimi nashukuru kwanza kwa mwenyekiti wetu wa Jmat, Mungu akubariki sana kwa hekima aliyokupa ya kuongoza chombo hiki kikubwa kinachounganisha dini mbalimbali mbali, lakini pamoja na matabaka mengine ya kijamii. Ndugu zangu wa Tanzania, nchi yetu ina historia kubwa sana tangu uhuru wake. Kama ambavyo tamko limesema, mimi naweza kufananisha kwamba nyumba yetu hii ya Tanzania imevamiwa na ni sawa na familia inayovamiwa na mchawi, lakini msingi sisi hatugombani. Kama kumetokea yaliyotokea, lazima tujipe muda badala ya kulaumiana. Vijana, tujipe muda wa kuweza kutafakari kwa nini haya yametokea, badala ya kuendelea. Eh, kupanga na kutekeleza mengine. Ni maumivu makubwa sana na ni doa kubwa tumelipata kwenye nchi yetu, lakini ukiangalia moyo, moyo wa nchi, moyo wa rais ni moyo wa maridhiano. Kwa hivyo ombi letu kama viongozi wa dini, kila mmoja ajipe muda. Na kisa katika Biblia kuna mtu anaitwa Naboth alikuwa na shamba zuri sana, lakini mtu mmoja alitamani lile shamba, akaamua kutengeneza fitina ili Naboth yaonekane mbaya kusudi wanyang'anye shamba, na ilimgharimu kifo. Hata sisi wa Tanzania Kijiografia tunaona nchi yetu imependelewa sana kuliko nchi nyingi Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa ni wazi kwamba e, maadui zetu hata walio nje ya nchi yetu wanaweza kutamani kipande hiki cha ardhi ambacho Mungu amekiweka kwa ajili yetu. Kwa hiyo, wanaweza kutumia mbinu mbali mbali za kutugombanisha ili wakati tunagombana